Sa, uh, sala ni, ni kitu muhimu sana kwa muumini wowote wa dini yoyote ile uh, Waislamu wa wanaomba, Wakristo wa, wanaomba, yani kila mtu kwa kila mtu, sala ni, ni kitu muhimu sana, ili tuweze kuwasiliana na, na Mungu na baba yetu wa mbinguni. Na kwetu sisi tunaamini kwamba kusali au kuomba kwa Mungu ni njia ya pekee ya kuwasiliana na Mungu kibinafsi, yaani unaweza kuongea naye kama yeye ni baba yako. Um, kwangu mimi sala imekuwa muhimu sana kwangu kwa sababu nimeweza kumwomba Mungu, kama kuna kitu kinanisumbua au ninahitaji mwongozo, ninaweza kuongea naye kupitia sala, nikapata jibu tena, uh, kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kidogo nataka nizungumzie ni, ni kidogo jinsi ya kusali yani, kila mtu anajua kusali kivyake. Uh, lakini katika Bibilia inatufundisha jinsi ya kusali uh, Yesu Kristo mwenyewe alitoa mfano mzuri sana wa kusali. Akasema kwamba tunaposali tusipayuke payuke kama watu wa taifa tu, tu, tu, tuombe kwa dhati, yani tutoe moyo wetu, tunamsujudia yani, tunajinyenyekeza, tuna mbele ya Mungu tukimuomba atusaidie sisi watu dhaifu tu, sisi ni wanyonge hatu, hatujiwezi hatu hata kidogo katika ku, ku, kujiokoa labda kujisaidia ki, ki, ki maisha ni katika maisha na kiroho pia. Kwa hiyo jinsi ya kusali, yani unaanza kabisa kumwomba Mungu kwa kutaja jina lake. Unaanza baba yetu wa mbinguni au Mungu wetu, um, kitu kama hicho, yani unajaribu una kumtaja jina. Alafu unaanza kumshukuru kwa vyovyote ambavyo amekupatia kila kitu amekupatia. Wewe ni mtu tu, ni binadamu. Mungu ndio, ndio chanzo cha cha mema, mema yote. Kwa hiyo ni, ni muhimu kwanza tumshukuru kwa yale ambayo ametufanyia, alafu baada ya hapo tunaanza kumuomba kitu, kama kuna kitu tunahitaji labda tunaomba mwongozo, tunaomba baraka labda kama familia yetu kuna mtu ame uh, ni mgonjwa labda unaweza kumwombea, amponye. Uh, lakini haswa tunataja tu vitu ambavyo tunahitaji, baada ya kumshukuru kwa yote ambayo ametufanyia hapo, hapo nyuma. Kwa hiyo tunamshukuru, alafu lazima yani lazima kabisa tu, tumalize uh, maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mwishoni tunasema katika jina la Yesu Kristo lakini pia ni muhimu kwamba tunaomba kwa unyenyekevu. Unajua, unapokuwa mnyenyekevu, kama ukienda kwa baba yako tu wa, wa hapa duniani yani baba yako mzazi, ukienda kwake na ukaanza kumpigia mayowe, sijui unampigia kelele, hawezi akakusikia. Kwa hiyo ni muhimu tu, tujinyenyekeze mbele ya Mungu, tuende kwake kwa, kwa unyenyekevu tukamwomba kwa, yani kwa utulivu atusaidie. Kwa hiyo mara nyingi tunapiga magoti tukiwa wenyewe, labda chumbani kwako, unapiga magoti, unaongea naye kwa unyenyekevu, unamwomba katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni kupitia jina la Yesu Kristo ambapo tunaweza kumfikia Mungu. Kwa hiyo tuna, tuna sala tuna sala kwa namna hiyo. Na pia kama unataka kujua ukweli wa kitu chochote kile, labda kuhusu ch kitabu cha Mormoni, kuhusu kanisa la Yesu Kristo, uh, au unataka mwongozo, unaweza kwenda kwa Mungu, ukamwomba Mungu, nisaidie, unifumulie mambo, unifumbulie macho ili niweze kujua ukweli wa mambo haya, na atakujibu kupitia Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu huwa hajibu kwa, kwa sauti kubwa. Ni kwa mnong'ono tu mdogo wa moyoni wa Roho Mtakatifu ndio tunaweza kujua.